mwongozo wa spika mheshimiwa Getere. na kushukuru mheshimiwa spika mwongozo wa spika kwa kanuni ya 76 kwa sababu ya muda naomba niendelee mheshimiwa spika katika jimbo langu la Bunda makundi makubwa ya mnyama tembo yamevamia wananchi na yamevamia kila vijiji kumi na tano na mpaka leo saa mbili asubuhi yalikuwa bado yako kwenye maeneo hayo yanakula mazao ya mashambani yanakula mazao kwenye magara yanatishia wananchi kuamka usiku hata kwenda kutoka nje, yamefanya kero kubwa sana kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa spika, nilitaka nipate mwongozo wako kwamba serikali ina mkakati gani ya kuwafukuza haya makundi ambayo yanatishia maisha ya wananchi kwenye jimbo la Bunda. Asante. m ai Waheshimiwa wabunge Mheshimiwa wabunge tusikilizane kidogo, nimesimama tena kule nyuma, bado mmesimama e, mketi, tafute mahali pa kuketi. Mheshimiwa bunge amesimama, Mheshimiwa Boniface Mwita Getere akiomba mwongozo uh, kupitia kanuni ya sabini na sita kwamba kuna jambo ambalo limetokea huko jimboni kwake. E, wananchi wamepata, wamepata na wanaendelea kupata athari za uvamizi wa tembo katika maeneo yao. Sasa, kanuni ya sabini na sita kwanza haiwezi kutumika kwenye mazingira hayo kwa sababu kanuni ya sabini na sita inazungumzia jambo ambalo limetokea mapema hapa bungeni na likitaka na mwongozo unakuwa unataka kujua kama hilo jambo linaruhusiwa ama haliruhusiwi ili kiti kitoe mwongozo lakini hoja aliyoisema mheshimiwa Getere ya kwamba kuna athari huko ambazo wananchi wanazipata, na kwa sababu hapa wakati wa kuzungumzia bajeti ya Wizara ya Mali Asili na Utalii walizungumza mipango ya serikali ya kununua ndege nyuki, ya kuweka mazingira ambayo hakutakuwa na huo uvamizi katika maeneo ya wananchi, ikiwa ni pamoja na kuchimba mabwawa huko kwenye maeneo ambayo yana wanyama ambao wanaweza kuvamia maeneo ya wananchi. Sasa naona hapo mko karibu kabisa na mheshimiwa naibu waziri. Sasa mheshimiwa naibu waziri, kwa sababu jambo hili limeombwa kwenye mwongozo, hebu nenda hapo nyuma ukae na huyo mheshimiwa mbunge, umweleweshe hoja huko itakuwaje kwa wananchi, kwa sababu athari zinaendelea mpaka sasa. E, nimesema hivyo kwa sababu wamesema wananchi wamepata athari, lakini pia zinaendelea. Kwa hiyo lazima suluhu itoke kwa namna ambayo jambo hilo. Eh, linafika mwisho kwa hiyo mheshimiwa naibu waziri tafadhali kaa na mheshimiwa uh, Getere hapo ili tena ikiwezekana mtoke nje kabisa maana inawezekana kuna kupiga simu ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa hiyo mnaweza kuenda nje kidogo mkazungumze hapo kama mheshimiwa Getere utakuwa ujapata majibu sasa utarejea lakini na kanuni nyingine sio kanuni ya sabini na sita. Eh unaweza kuleta hoja yako chini ya, ka, chini ya, ya kanuni nyingine inayohusu hoja ya dharura lakini nendeni kwanza nje mkaongee, kama hayakuisha utarejea hapa ndani. Asante sana.